Ujumbe wa neno la Mungu katika dominika 29 ishirini na tisa ya mwaka C wa kanisa unatutaka tusali bila kukoma. Sala ni nini? Ni mawasiliano baina ya mwanadamu na muumba wake. Somo la kwanza latoka katika kitabu cha Kutoka sura ya kumi na saba aya nane hadi ya 13. Waisraeli walipokuwa wakielekea katika nchi ya ahadi walikutana na Waamaleki na wakaingia katika vita. Ushindi ulipatikana kwa Waisraeli pale Musa alipoinua mikono yake juu, ishara ya kuomba, na alipoishusha mikono yake basi Waamaleki walishinda na Waisraeli wakashindwa. Somo la Injili latoka kwa mwinjili Luka sura ya kumi na nane aya ya kwanza hadi ya nane. Yesu anatupa kisa cha mama mmoja mjane aliyemfuata hakimu mmoja aliyekuwa dhalimu. Alimfuata hakimu huyo mara kwa mara. Hakimu huyo ingawa hakumwogopa Mungu, aliamua kumpa mama huyo mjane iliyokuwa haki yake. Yesu anahitimisha kwa kusema Mungu aliye na huruma atawajibu wale wanaomlilia usiku na mchana katika sala. Somo la pili latoka katika Waraka wa Pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya tatu aya ya kumi na nne hadi sura ya nne aya ya pili. Paulo anamwambia Timotheo alihubiri neno wakati unaofaa na wakati usiofaa. Neno la Mwenyezi Mungu ni mojawapo ya chanzo cha sala. Mtu anayesali hawezi kwenda kinyume na neno la Mwenyezi Mungu. Tunapata ujumbe upi katika masomo haya matatu ya Dominika 29 ishirini na tisa ya mwaka C wa kanisa? Walau mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, tusali bila kukoma daima. Mungu anajibu sala zetu kwa wakati wake. Nabii Habakuki alipomuuliza Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Nabii Habakuki sura ya kwanza aya kumi na tatu mbona watu wabaya wanafaulu? Mwenyezi Mungu alimjibu akamwambia, mimi ninajibu maombi ya watu kwa muda wangu mwenyewe. Mkumbuke Ibrahimu, aliomba kwa muda wa miaka ishirini na tano ili kumpata mtoto aliyeitwa Isaka. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na mbili na sura ya ishirini na moja aya ya tano. Mkumbuke Isaka, naye aliomba kwa takribani miaka ishirini ili kupata mtoto. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya ishirini na tano aya ya ishirini hadi ya ishirini na sita. Mkumbuka Yakobo, huyu alipigana na Mungu usiku kucha, alafu karibia kuna kucha akamwomba Mwenyezi Mungu baraka naye Mwenyezi Mungu akambariki. Rejea Redi, kitabu cha Mwanzo sura ya thelathini na mbili aya ishirini na nne hadi ya thelathini. Mkumbuke Daudi, baada ya kutenda kosa kumuua askari wake kisha kumchukua mke wake, alitubu kosa hilo mpaka anakufa. Rejea katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya kumi na mbili aya ya kumi na sita hadi ya kumi na saba na Zaburi ya hamsini na moja ambayo kimsingi ni namna alivyomuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Mkumbuke Yesu kabla ya kuukomboa ulimwengu kwa kupitia mateso, kifo na ufufuko wake, usiku mzima alikuwa katika bustani ya Getsemani akisali na kuomba, ingawa wanafunzi wake walilala. Luka, sura 22. Na sasa jambo la pili, faida za kusali. Kuna faida kadha wa kadha za kusali, lakini kwa mujibu wa masomo ya leo walau tuangalie faida tatu za kusali. Moja, sala humweka mtu karibu zaidi na Mungu. Musa alipoinua mikono yake juu, wa Israeli walishinda. Mtu ambaye yuko karibu zaidi na Mungu ana uwezo wa kushinda vipingamizi mbalimbali ambavyo vitakuja katika maisha yake. Kwa sababu imeandikwa katika Zaburi ya tisini na moja, ambaye anamtegemea Mungu, Mungu atamlinda katika hatari yoyote ile. Pili, sala humpa mtu ushindi katika nyakati ngumu. Musa alipoinua mikono yake, Waisraeli walishinda katika vita. Katika maisha yetu, kuna wakati mwingine tunapitia nyakati ngumu sana. Inawezekana ikawa ni nyakati za misiba, tumefiwa na wapendwa wetu. Wakati mwingine ni nyakati za kuugua, mtu ana ugonjwa wa kudumu au hata kama ni wa muda mfupi, huo ni wakati mgumu. Wakati mwingine ni ajali imetokea, huu ni wakati mgumu. Wakati mwingine ni, ni, ni kabla ya mtihani, kuna wanafunzi ambao ufanya mitihani, hizo ni nyakati ngumu za maisha. Eh, wakati mwingine mtu anaenda kuomba kazi sasa. Kabla ya kuomba kazi, kwa kweli kuna wakati mgumu, kwa sababu sio wewe peke yako unayeomba, wanaomba watu wengi, lakini sala humpa mtu ushindi. Sala humpa mtu utulivu katika nyakati ngumu. Mtu hapaniki kwa sababu amejikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, na akishajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, Mungu anaamini kabisa kwamba anao ulinzi wake Mwenyezi Mungu, na hivyo ataenda kushinda katika hizo nyakati ngumu na jambo la tatu, sala humfanya mtu ajiamini. Katika somo la pili tunamwona Paulo anamwambia Timotheo, neno la Mungu linafaa kwa kuonya na kufundisha, alafu anamalizia kwa kumwambia, wakati wote ule unapoishi usione aibu kulihubiri neno la Mungu katika mazingira yanayofaa na yasiyofaa, kwa sababu lenyewe lina uwezo wa kuleta maadili kwa watu. Mtu anayeweza kufundisha neno la Mungu na akaonya ni mtu anayesali, na mtu anayesali ni mtu anayeliishi neno la Mwenyezi Mungu, na mtu anayeliishi neno la Mwenyezi Mungu anajiamini, kwa sababu hakuna chochote kinachoweza kumdhuru kiroho wala kimwili. Hasara za kutokusali: watu wengi ambao walimkimbia Mwenyezi Mungu wakakataa kulishika neno lake, hata katika maandiko matakatifu tuliona kwamba walipatwa na magonjwa ya kiakili na ya kimwili. Baadhi yao walikuwa wenda wazimu, na baadhi yao waliugua magonjwa ya ajabu ajabu, wakafa. Tuwakumbuke wa Babeli. Hawa walikataa kusali, wakataka kutengeneza mnara ili wafike huko mbinguni, na kilichotokea ni kwamba Mungu alichanganya lugha zao, wakaonekana wote kama wenda wazimu. Aliyekuwa juu kwenye mnara akiomba kupatiwa jiwe pengine alipelekewa kijiko au alipelekewa nyundo. Mkumbuke Sauli. Sauli alikuwa ni mfalme wa kwanza wa taifa la Israeli. Huyu mfalme Sauli alipata ushindi katika vita, lakini akashindwa kufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu alimfanya kuwa na uenda wazimu, akawa kichaa. Rejea katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kumi na sita E, aya ya 14 hadi ya 16 na sura ya 18 aya ya 10 hadi ya 11. Sauli alikuwa mwenda wazimu na ilibidi atulizwe kwa muziki ambao ulichezwa na ambaye alikuja kuwa mfalme baadaye, Mfalme Daudi. Mkumbuke Mfalme Nebukadineza wa Babiloni, rejea katika kitabu cha Nabii Danieli sura ya 4 aya 28 hadi 37. Mfalme huyu alijiona mkubwa akakataa kusali na Mungu akamnyenyekesha akamfanya awe ng'ombe. Haya ni mabadiliko makubwa ya kimwili, kutoka kwa binadamu kuwa ng'ombe, na akaenda msituni, akawa anakula majani kama wanyama wengine. Mkumbuke Mfalme Herodi Agripa wa kwanza, huyu alikuwa amejiona kama Mungu mdogo, watu wakaja wakamsifu, wakasema wewe ni kama Mungu tu, lakini yeye hakuona kwamba kule kuambiwa kwamba yeye ni Mungu ni jambo baya, akaendelea kujisifu na kujiona kama mtukufu. Akapata ugonjwa mmoja mbaya sana, alioza, akaliwa na wadudu pale pale na akaanguka akafa. Mkumbuke Yuda Iskarioti huyu alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu, ila hakusikiliza ujumbe wa Yesu uliowataka wanafunzi wake wasali mara kwa mara katika maeneo mbalimbali. Injili ya Mathayo sura ya sita Yesu anafundisha namna nzuri ya kusali. Yuda Iskarioti alimsaliti Yesu. Baada ya kumsaliti Yesu, alipatwa na uendawazimu akaenda akajinyonga na akafa. Sasa katika ulimwengu wetu wa leo pia, watu wasiosali, kuna uwezekano mkubwa kabisa wakawa na magonjwa mbalimbali ya kiakili pamoja na ya kimwili, kutokana na kukosa muda wa kusali. Katika ulimwengu leo ambao tunaishi, kuna watu wengi ambao wanasumbuliwa na wasiwasi, kwa kitaalamu anxiety, kwa sababu hawaamini chochote na hawana utulivu wa nafsi. Kuna watu wengi wanaosumbuliwa na mkato wa tamaa, hata kuwaza kujiua kama vile Yuda Iskariote. Kuna watu wengi ambao kinga yao ya mwili inashuka siku hadi siku kwa sababu ya kukosa umakini na utulivu. Kuna watu wengi wanakosa usingizi, ni ugonjwa unaoitwa kwa kitaalamu insomnia, kwa sababu ya kujibidisha muda mrefu katika maswala ambayo hayaendani kabisa na neno la Mungu wala sala. Kwa mfano, kuna watu wengi wanaosumbuliwa na kukosa usingizi kwa sababu ya kutumia muda mwingi katika vifaa vya mawasiliano. Kuna watu wengi wanaosumbuliwa na shinikizo la damu pamoja na magonjwa ya moyo kutokana na kushindwa kusamehe. Mtu anaye sali anasamehe, na msamaha ni tiba. Kuna watu wengi ambao wanasumbuliwa na ugonjwa wa ukosefu wa umakini na usahaulifu ndani ya muda mfupi, kwa kitaalamu attention deficit hyperactive disorder. Ni watu ambao ukiwaambia kitu ndani ya muda mfupi ameshakisahau kabisa, na hawezi akatulia sehemu moja akafanya jambo moja kwa utulivu, anaruka hapa pale pale pale. Huo ni ugonjwa wa kukosa utulivu. Mtu anayesali daima anajibidisha katika hali ya utulivu. Kuna watu wengi wanaosumbuliwa na maumivu ya ndani, kwa kitaalamu ni ugonjwa unaoitwa post traumatic stress disorder, kwa sababu wanakumbuka mambo yaliyotokea zamani na kila wanapoyakumbuka mwili unakosa nguvu akili inashindwa kufanya kazi sawasawa kazi sawa, basi wanakuwa katika hali hiyo ya mahangaiko ya kiakili. Kuna watu wanaosumbuliwa na mabadiliko makubwa kiakili na kihisia, inaitwa bipolar disorder. Wakati mwingine wanakuwa wachangamfu sana, wakati mwingine wanakuwa wamenyongonyea sana, hata wanatamani wajiue. Huu ni ugonjwa wa kiakili. Mtu anayesali ni mtu ambaye anaweza kuratibisha akili na hisia zake vizuri. Kuna watu wengine wanasumbuliwa na uchizi wa kudumu, psychosis kwa sababu ya kushindwa kupokea hali fulani za maisha. Mtu anayesali anapokea hali fulani za maisha katika hali ya utulivu, katika hali ya upole na katika hali ya imani, mwanga wa imani. Kuna mtu mmoja ambaye duka lake liliungua na lilikuwa na fedha nyingi na mali nyingi. Baada ya lile duka kuungua kwa moto, akawa kichaa. Mtu anayesali anayepokea katika mwanga wa imani na matumaini, kama vile Ayubu aliyesema, Mungu alinipa na Mungu ametoa, jina lake lihimidiwe. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza aya ishirini na moja. Kuna watu ambao wanasumbuliwa na ugonjwa wa kiakili unao husababisha kuchoka kiakili pamoja na kihisia, kwa kitaalamu inaitwa burnout. Mtu anayesali anatenga muda wa kufanya mambo yake, kwa sababu kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kufanya kazi, kuna wakati wa kupumzika, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka. Kwa hiyo, mtu anayesali ana ratiba maalum anayoifuata, sio rahisi kupata ugonjwa huu wa burnout. Nakutakia Dominika njema ya 29 ya mwaka C wa kanisa. Tumsifu Yesu Kristo.